Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE, bado tuko nawe katika TV ya habari, na sasa tuungane naye Godwin Mawanja kwa habari za biashara. Asante sana Miriamu Mlaponi, na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tuelezwa kuwa wakati Tanzania ikiwa inaendelea na kubadili jamii kutoka kutumia malipo ya fedha taslim kwenda malipo ya kidijitali bado elimu pamoja na kuimarisha miundombinu vinahitajika ili kufikia malengo ya Watanzania wote kuachana na malipo ya fedha taslim. Akizungumza wakati wa kutangaza kampeni ya Chanja Kijanja ambayo imelenga kuongeza hamasa ya matumizi ya kadi katika malipo kupitia benki ya Exim, Silas Matoi, mkuu wa idara ya malipo mbadala ya njia ya kidijitali kutoka Exim Bank, amesema licha ya benki kuu kuweka mifumo inayowezesha wananchi kuingia katika malipo ya kidijitali kwa njia rahisi bado inahitajika nguvu katika kuimarisha miundombinu na elimu juu ya matumizi ya malipo ya kidijitali. Huduma ile ilichokuwa inajaribu kufanya ni kwamba kwanza tuhakikishe kila mtu anaweza kupata uh, ambaye anafanya biashara uwezo wa kukubali malipo, acceptance ya malipo ambayo yale malipo uh, tukishaweza kuweka kwa maana ya hizo infrastructure, inakuwa rahisi sasa ku digitize transaction zote kwa hiyo kama nilivyosema mwanzo bado ni, ni, ni, ni, ni safari na safari lazima tu, tuendelee kutengeneza hiyo miundombinu. Kwa mfano hiyo niliyosema lipa chap chap, ambayo sisi tumekuwa ni pioneer katika moja ya benki za mwanzo kabisa. Kwa upande wake Andrew Limo mkuu wa kitengo cha wateja binafsi benki ya Exim amesema kutokana na mwamko mdogo wa matumizi ya kidijitali nchini wameamua kuja na kampeni maalum itakayoenda na utoaji zawadi kwa watumiaji wa kadi za malipo ili kuunga mkono kampeni ya serikali ya malipo ya kidijitali. Hii kampeni ni mahsusi zaidi kwa ajili ya kuhamasisha wateja wa Exim pamoja na wateja ambao wanatarajia kuwa wateja wa Exim, uh, katika kutumia malipo kwa kutumia kadi. Uh, napenda niwaelimishe kwamba ni, kwa ni gharama nafuu sana kulipa kupitia kadi. Najua bado tuna ile hulka wa Tanzania, tunaenda kwenye ATM au wakala kutoa hela na kwenda kufanya manunuzi. Ukifanya hivyo tu tayari kuna gharama za kutoa pesa kwa wakala au kwenye ATM, lakini ungeenda moja kwa moja ukafanya malipo na kadi hakuna gharama yoyote ambayo unatoa. Nice. Stanley Kafu, mkuu wa masoko wa mawasiliano Exim Bank, amesema katika kampeni hii wanalenga watu wote ambao wanafanya miamala mikubwa na midogo, ambapo itafanyika kwa kipindi cha miezi miwili. Sisi kama Exim tunaamini na tunawathamini sana wateja wetu, na tuna hii ni na tunaamini kuna njia nyingi za kuwarudishia au kuwasherekea wateja wetu, lakini hii ni mojawapo. Wewe matumai miamala yako yoyote ile ambayo unafanya kawaida kabisa maishani mwako, huhitaji kufanya miamala tofauti na ambayo unaifanya kila siku na ile miamala unayofanya haijalishi mikubwa kiasi gani wala midogo kiasi gani, yote na kuongezea nafasi ya kuingia katika draw hizi na kuweza kujishindia nafasi uh, kujishindia zawadi tofauti tofauti. Zaidi ya wananchi milioni moja wamefikiwa na huduma ya nishati safi ya kupikia kwa njia ya gesi ikiwa ni sehemu ya mpango mkakati wa wadau wa nishati safi ya kupikia kuwezesha asilimia 80 ya Watanzania kutumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa zoezi la kutoa zawadi kwa baadhi ya wananchi wanaonunua na kutumia gesi ya kupikia ya kampuni ya Oryx, Shaban Fundi, meneja mauzo kutoka Oryx Gas Tanzania, amesema hatua hiyo ya kuwafikia wananchi milioni moja ndani ya miezi mitatu kupitia kampeni ya Gas Siente, inayotoa mwanga wa kufikia malengo ya kuwezesha nishati safi ya kupikia kwa wananchi wengi kupitia maduka ya na reja reja, kama Tanzania kuna malengo ambayo yamewekwa na serikali kwamba ifikapo mwaka 2034 uh, asilimia 80 ya Watanzania basi waweze kushift kutoka kwenye matumizi ya kuni na mkaa kwenda kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia, na sisi kama Oryx, uh, hatuko nyuma kwenye hilo na tumeweza kuhakikisha kwa kwamba huduma zetu zinafika kona zote za nchi hii uh, lakini pia tumewawezesha mawakala wetu mbalimbali mbali, kuwa na uwezo mkubwa wa kuwafikia wateja wetu. Aidha, fundi amesema kuwa sasa mpango uliopo ni kuendelea kuwasogezea huduma ya upatikanaji wa mitungi na majiko katika ngazi ya chini kwenye jamii huko, wakiwataka wananchi kutokubali kubadilishiwa mitungi ambayo haina sifa, kwani kufanya hivyo kunaweza kuhatarisha usalama wa mitungi yao. Tumeona mwitikio huu kupitia aa, aa, kupitia wateja wetu safa, kwenye kampeni yetu hii kwa kutuma ujumbe, wameweza kutuma ujumbe kwetu sisi ama kutuma ule ujumbe ambao tumeuweka pale na kuona kwamba wanaweza wakajishindia, yaani wamekuwa washiriki, wameshiriki. Kwa hiyo kitendo hicho kwetu sisi ni kikubwa sana, na tunajivunia kuwa na wateja wa aina hiyo, na tunawasihi tuna wateja wetu waendelee kutumia Orix Gas na wasidanganyike, wasi, wasi kubadilishiwa mitungi ambayo, kwa sababu kunakuta baadhi ya maeneo kuna watu ambao sio waaminifu wanawashawishi wateja ambao wanatumia Orix wabadilishiwe wa mitungi, wasikubali kwasabu, wa wa kwa sababu ukishautoa mtungi wako wa Orix hautaweza kuupata tena kirahisi. Kwa hiyo na ni mtungi wa Oryx sio so rahisi kuupata uh, kwa, kwa mtu ambaye amekubadilishia ambavyo wewe haujapenda nao. Baadhi ya wananchi wanaotumia nishati safi ya kupikia wamesema kwa sasa kumekuwa na haweni wa upatikanaji wa mitungi ya gesi na majiko kwa gharama za chini, hivyo ni muhimu kwa jamii kuachana matumizi ya nishati chafu ya kupikia ambayo imekuwa ikichangia kuharibu mazingira na kuathiri kiafya. Chama cha akiba na mikopo cha Geita Women SACOS kimezindua mkakati mpya wa kuwezesha wanawake kiuchumi kupitia mpango wa kuanzisha taasisi ndogo ya kifedha, microfinance. Mpango huo unalenga kuwapatia wanawake wanaojishughulisha na biashara ndogondogo mikopo nafuu pamoja na elimu ya ujasiriamali ili kuongeza uwezo wao wa kujitegemea kiuchumi. Akizungumza katika mkutano wa kutathmini mwaka mmoja tangu kuanzishwa kwa chama hicho, mwenyekiti wa Geita Women Saccos Bi Agata Denis alisema dhamira ya chama ni kuona wanawake wanapata fursa salama na rafiki za kifedha zitakazowezesha kukuza mitaji na biashara zao bila kuathiri ustawi wao. Tangu tumeanza, tuna mwaka mmoja mpaka sasa, kwa leo ndo tumetimiza mwaka mmoja na hapa sasa ndo tunapanga namna gani tumfikie yule mjasiriamali mdogo, tuweze naye kumwinua e, kwa kwa kuwa tupo nao hapa, wengine watatusikia kwa vyombo vya habari, wataweza kutufikia. Hivyo ni kusaidiana kwa kutoa zile huduma ndogo ndogo, hata kama ni mikopo, ni mikopo ni kwa asilimia ndogo sana, ili naye aweze kujikwamua katika biashara ambayo wataenda kuifanya. Akizungumza kwa niaba ya wanachama wa ushirika huo, Mayombo Lurengane amesema dhamira yao kubwa ni kuwaondoa wanawake katika utegemezi katika utegemezi wa kiuchumi na badala yake kuwawezesha kuwa na uwezo wa kujisimamia na kuboresha maisha yao na familia zao. Katika mkoa wetu wa Geita tumeangalia tukaona, wanawake hatujawa na mwamko wa kuungana pamoja, kuunda kitu kama kinachoitwa sakosi ili tutengeneze mitaji, kwa lengo letu hasa kubwa tuweze kuwa na benki ya kukopeshana sisi wenyewe na kukopesha hata jamii yetu tulio nayo, ndo lengo kuu tulilonalo. Na kwa leo tuna mkutano mkuu wa kutimiza mwaka mmoja, ambapo tunaenda kujadili nini tukifanye elfu mbili na ishirini na sita, ambapo mpaka sasa tumeshakaa, tumeshaona tuendelee kukuza mitaji tulionao na tuendelee kukopeshana sisi kwa sisi, lakini wakati huo tunajadili ni namna gani tuibue miradi. Kwa upande wake, afisa wa ushirika wa almashauri ya manispaa ya Geita Daro Mabeza alipongeza Geita Women Saccos kwa kuwa chombo muhimu katika kuibua na kuendeleza wanawake ambao bado hawajafanikiwa kujikomoa kiuchumi. Kubwa la uanzishaji wa Saccos ni, ni chama cha ushirika cha akiba na mikopo kwa ajili ya kuweka akiba na kupeana mikopo kwa ya wanachama wenyewe katika kujiendeleza katika shughuli zao za ujasiriamali. Kwa hiyo kama sisi maafisa ya ushirika tunajitahidi katika kuwapa elimu kwanza ya uendeshaji mzuri wa Sacos, kufuata taratibu na sheria e, za ushirika pamoja na kanuni zake, na zingine kutekeleza majukumu yao kama chama kwa ajili ya kuwanufaisha wanachama, especially katika eneo ya mikopo. Kwa hiyo wanachama wanapata mikopo kutokana na mtaji ambao wanakuwa wamewekeza ndani yake. Kwa ujumla, uzinduzi wa mpango huu mpya unaonyesha hatua kubwa ya Geita Women SACOS katika kuimarisha uchumi wa wanawake, huku wakitoa matumaini mapya ongezeko la fursa za kifedha na ujasiria mali kwa wanawake wa Geita na maeneo jirani. Asante sana mtazamaji na Mira Mnaponi, hayo ndilojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo. ni kushukuru sana Godwin Mawanja kwa habari za biashara. Mtazamaji, hii ni TV Habari na mimi ni Miriam Mlaponi, na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi, kisha tuzitazame habari za kimataifa ambazo zimetayarishwa na kusoma kwenu na Roman Shirima. Mimi ni Miriam Mlaponi, asante na endelea kuwa nasi.